Wana mambo vipi mpenzi msikilizaji wa Mone Simulizi, karibu katika mwendelezo wa simulizi zetu. Tunaendelea na simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya Madam Suzy, hii ikiwa ni sehemu yake ya pili. Mtunze na msimuliaji wa simulizi hii si mwingine bali ni mimi, langu jina ni Tosalki kinita Mr. Stallman. inakuwa noma zaidi Kazi ikawa kazi, uoga ulinishika, yaani nilikuwa natetemeka, utazani nimepatwa na kifafa. Naogopa kuwasilisha ujumbe wangu wenye ishara nzito ya mapenzi. Kila njia nilijaribu kuiwaza ili lengo langu liweze kutimia. Kwa hakika mambo yalianza kuniuia magumu, sikuelewa ni nini naweza kufanya ili niweze kujikomboa katika janga hilo. Baada ya kutafakari kwa mawazo mengi, mwisho wa siku, nilifanikisha kupata wazo sahihi. Hapa akili ilinipasha nimtafute madam moja kwa moja, ili nimkabidhi ujumbe wangu niliyokusudia kumpatia. Basi siku hii nilikaa shule mpaka jioni, nikimvizia madam atoke ofisini kuelekea anakoishi, maana alikuwa anaishi kwenye nyumba za walimu huko Majira saa jioni ofisini ya saa kumi na moja jioni madam alitoka ofisini kuelekea mahali anapoishi hapa. Nikapiga moyo konde nikamkimbilia kumwasilishia ujumbe wangu. Nilipofika sikutaka kusubiri, nilimsalimu kisha nikampatia mzigo wangu. Baada ya kumpatia, nilitimua mbio hizo, sikutaka afungue mimi nikiwepo pale aisee hapa nilipata kichaa cha kukimbia. Nijikuta nakimbia mno, yani nakimbia bila direction. Sielewi hata naenda wapi jamani. Basi harakati zangu za kukimbia zilinifikisha nyumbani. Nikaanza kujilaumu. Kwa nini nilifanya jambo kama lile? Mawazo yalikuwa mengi sana kiasi ambacho siku iliyofuata uh, ilinipasa nisiende shule ili kuweza kuepusha matatizo. Upande wa pili sikuwa na imani nako kabisa. Sina uhakika kama barua ilisomwa au la. Asubuhi hiyo nilimtumia SMS rafiki yangu Chepo kumweleza kile kilichotokea siku iliyopita. Shida nini tena kaka? Basi hapa ikabidi nimweleze Chepo kila kitu ambacho kilikuwa kimeweza kutokea. Chepo kanishauri ni nisikilizie kwanza yende shule alafu akirudi atanipa mrejesho kuhusu yaliyojiri. Nakumbuka hii siku Madam Suzy alikuwa na kipindi cha asubuhi, kipindi chake kilikuwa cha kwanza, hivyo ililazimu kutohudhuria, kwa maana naisha angeaibisha vibaya. Pia niliogopa kwa mfano, unajua mwalimu kukutalazia mbele wana, wanafunzi wote inakuwa sio poa, yani inakuwa jao kinoma. Nyumbani niliongopa na umwa, hivyo hakuna yeyote aliyohodi sana kuhusu mimi, kila mtu anaendelea na mambo yake. Kikubwa alinisitiza kutumia dawa za maumivu ili niwe sawa. Uta nzima nilikuwa na mawazo, yani kichwa kikai vizuri yani moja ikai mbili ikai, yani natabika kinoma, mawazo ni mengi, muda ulizidi kwenda. Hatimaye muda wa wanafunzi kurejea nyumbani uliohadia. Chepo alipitia nyumbani kwetu kunipasha habari kuhusu kilichoendelea. Chepo alipofika nyumbani alimkuta mamaangu nje akishona mkeka. Akaniulizia wapi nilipo. Na hapo mama akampa maelekezo na Chepo akaja mahali ambapo mimi nilikuwepo. Hapo ndipo tulipopata wasaa kuweza kuzungumza mengi yaliyokuwa yamejiri huko shuleni. Chepo alianza kunieleza mkasa mzima kuhusu Madam Suzy kwa hakika nilichokitarajia na kila ambacho alikuwa akiniambia Chepo vilikuwa ni vitu viwili tofauti. Kaka, kwanza nikupe ongela, ujasiri wako umezaa matunda. Kwa hakika nakuonea sana donge, ndugu yangu. Kwa nini hii nafasi nisingeipata mimi? Kaka, nini unamaanisha? Mbona sikuelewi? Ongela za nini tena? Nijikuta nikimoji Chepo, kwa maana sikumwelewa kabisa kuhusu mazungumzo yake. Chepo aliendelea kunifungulia kurasa ili nielewe zaidi. Ima, hauwezi amini. Madam hajaleta noma hata kidogo. Kama unavyojua, Jumatano huwa na kipindi cha asubuhi. Nilikuwa makini sana kumsikiliza. Nikizani atafichua siri zako darasani, lakini hauwezi amini, hakuzungumza chochote kuhusu wewe. Zaidi alikuulizia tu uko wapi. Hapo nikampasha habari kwa unaumwa. Baada ya kumwambia unaumwa, akaniambia Akimaliza kipindi nimfuate ofisini. Alipomaliza nilimfuata. Akaniomba namba zako. Mimi sikutaka kuchelewa nikampatia; nilizikariri kitambo. I say, maneno ya Chepo alinifanya niwe na furaha. Ule unyonge wote uliniisha. Nilimpongeza sana rafiki yangu Chepo, kwa maana kukariri namba ya mwanaume mwenzako ni ushujaa mkubwa sana. Basi baada ya soga mbili tatu tulitoka ndani kuanza safari ya kuelekea kwa kina Chepo. Kwa hakika tulipanga mipango mingi tukiwa njiani. Chepo alinisisitiza zaidi niwe makini nisije kuharibu sifa ya madam, kama kula nile tu kisirisiri. Basi bwana, usiku litimili majira ya saa tano usiku simu iliita. Wakati huo nilishaanza kukata tamaa ya kutafutwa, huku fikira zangu zikimlaumu sana Chepo, nikiamini kuwa amenidanganya juu ya ujumbe wake alionipatia kuhusu Madam Suzi. Wakati huo nilikuwa chumbani kwangu. Basi nilipokea ile simu. Sauti ya kike iliyojaa mahaba ilisikika ikizungumza kwa madaha makubwa mno. Mambo? Ima poa, mzima? Mimi mzima, hofu kwako. Rafiki yako kwa aliniambia unaumwa, eti unaumwa nini? Kipenzi, homa tu ya kawaida. Haya sawa, pole sana. Nadhani utakuwa umenifahamu tayari, au nakosea? Ndio Nimesha kufahamu wewe si madam Suzi. So, daktari haujakosea kwa hakika. Hapa sasa madam akaanza kufunguka kueleza lengo lake la kunitafuta. Ima, barua yako nimeisoma, nimeelewa kila kitu kuhusu wewe, naelewa unachopitia kwa hakika, na huona upendo wako juu yangu. Sitaki kukukatisha tamaa juu ya matarajio yako kwangu wengi wanatamani kuwa na mimi ila mimi nimechagua mtu mmoja tu kwenye maisha yangu. Ah, yani hapa madam alikuwa ananichanganya yani, yeye amesoma barua yangu alafu eti anakuja kuniambia amempenda tu mtu mmoja yani, anampenda mtu mmoja yani, namaanisha kuna mtu mwingine anampenda, eh, ukiachana na mimi. Yani unajua nilikuwa nimechanganyikiwa, nikajikuta namuuliza madam, nani huyo madam ambayo wewe unampenda? Akanambia, acha papala mi, toka nilipofika pale shuleni nilikupenda wewe ima, nakupenda sana ila, nilishinda kueleza hisia zangu juu yako. Niliamini nitazaririka kumweleza mwanafunzi wangu kuwa nampenda. Niliona ni aibu ambayo isingeweza kufutika machoni mwangu. Hapo nilichachawa nikajikuta naendelea kuhoji, kweli madam unanipenda? Ndio, nakupenda Nakupenda ima, nakupenda sana, natamani nianzishe mahusiano na wewe. Machozi ya furaha yalinitiririka. Sikuamini anachozungumza madam. Niliona wazi zitakuwa ni ndoto, tena zile ndoto za alinacha. Kumbe ni ukweli usio na kificho kabisa. Upendo na madam sio kitu rahisi ujue. Usiku ule tulijikuta tunazungumza mengi kuhusu mapenzi. Tulijikuta tunakesha kuanzia saa tano mpaka saa tisa, tulijikuta tunadekeana tu katika mazungumzo yetu ya mapenzi madam Suzy akanipa mwaliko wa kwenda kwake kumtembelea. E bwana mpenzi msikilizaji, unadhani ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea katika sehemu ambayo inafuata? Wakati wote ulikuwa nami, langu jina naitwa Salki kinita Mr Stolman, inakuwa inapendeza zaidi.